Hapa shuleni na majukumu yangu, mkana tu anaingia getini pale, wanafukuzia kitu, wakasema fisi fisi, tukakimbizana, tukaja huku bwenini, akuta ameingia kituapayi, ameingia chuo cha wasichana, nikachukua kufuli kwa madam, nikafunga, ndo wale wananchi wakapigia mtu ambaye ni wa maliasili, wakata, ndo akatoa taarifa sasa